Katika kijiji kidogo kilichojaa umasikini na dharau za watu aliishi kijana mdogo aitwaye Kelvin, ambaye alibeba mzigo mzito kuliko umri wake. Baba yake akiwa kitandani mgonjwa na asiyeweza hata kujihudumia, kijana huyu hakugeuka wala kukimbia kama vijana wenzake walivyomshauri. Badala yake, alijitolea kila kitu: nguvu, muda na hata ndoto zake ili kumwokoa. Alitembea usiku kwenye mvua na tope, akapiga magoti kuomba msaada mjini na kwa moyo wa huruma wa mama mzee mgeni alipata dawa zilizookoa maisha ya baba yake. Miaka ilivyopita, mateso hayo yakamkuza na kumfanya awe shujaa wa kweli, muuguzi mwenye moyo wa dhahabu, akiwasaidia wengine kama alivyomwokoa baba yake. Hadithi hii ni ya mapambano, upendo wa kifamilia, na ushindi wa moyo wa huruma dhidi ya ugumu wa maisha. Usisahau kusubscribe, kupiga like na kushare hadithi hii ili tusimame pamoja kwenye simulizi zifuatazo. Hebu tuanze simulizi hii pendwa. Usiku wa giza ulikuwa umetanda juu ya kijiji cha Mbuyuni. Ndani ya nyumba ndogo ya udongo, mwanga hafifu wa taa ya chemli uliangaza uso wa kijana mdogo aitwaye Kelvin mwenye umri wa miaka kumi na sita tu. Macho yake yalikuwa mekundu kwa uchovu, ila ndani yake kulijaa nguvu na matumaini. Pembeni yake kitandani, alilala baba yake mzee Karani aliyekuwa mgonjwa kitambo kwa maradhi yaliyomfanya ashindwe hata kuinua mkono wake mwenyewe. Kelvin hakuwa na mama alifariki miaka mitatu iliyopita. Hivyo kijana huyu mdogo alibeba mzigo wa kuishi maisha ya kujitegemea huku akimhudumia baba yake asiyeweza. Ya kila siku asubuhi, kabla hata ya jua kuchomoza, aliamka, kumpikia uji mwepesi baba yake, kumsaidia kunywa kwa kijiko kimoja kimoja kisha kuanza safari ya kwenda shambani au kufanya vibarua vijijini ili apate hela ya dawa na chakula. Lakini mateso hayakuishia hapo. Vijana wenzake wa rika walimcheka. Walisema, kwa nini ujitese hivi? Ungeacha tu huyo mzee afe, uende utafute maisha yako. Lakini Kelvin alitikisa kichwa na kujibu kwa sauti ndogo, baba ndiye dunia yangu pekee, bila yeye mimi si kitu. Siku moja mvua kubwa ilipoanza kunyesha, hali ya baba yake ilibadilika ghafla. Alianza kukohoa sana, akitetemeka mwili mzima. Kelvin alipanikia, akakimbia hadi kwa daktari wa kijiji. Lakini daktari alisema dawa hazingeweza kusaidia bila fedha nyingi za matibabu mjini. Moyo wa Kelvin ulivunjika, lakini hakukata tamaa. Aliamua kufanya jambo la ajabu, akaenda mjini usiku huo huo. Njia ilikuwa na tope, miguu yake ilijeruhiwa na miiba, lakini moyo wake haukusaliti dhamira yake. Alifika mjini akiwa amechoka kupita maelezo, akapiga magoti mbele ya duka la dawa akibembeleza, naomba mnisaidieni, baba yangu yuko mahututi sina pesa zote lakini nitafanya kazi yoyote ili nilipe deni. Mmilikaji wa duka bwana mkali sana, kwanza alimfukuza, lakini ndani ya umati alisimama mama mmoja mzee mwenye moyo wa huruma. Alimwangalia Kelvin kwa macho yenye huruma na kusema, mtoto, sitaki kuona baba yako akifa kwa kukosa dawa. Hizi hapa pesa, nenda ukamwokoe. Kelvin alilia kwa furaha akashukuru kwa moyo wote. Alirudi kijijini mbio akampatia baba yake dawa. Usiku ule wote hakulala, alikaa kando ya kitanda cha baba yake akimhudumia kwa makini. Siku zikapita taratibu, mzee Karani alianza kupata nafuu, alipata nguvu kiasi cha kukaa na hata kuzungumza. Siku moja akamwambia kijana wake kwa sauti dhaifu, Kelvin, wewe ni zaidi ya mwana kwangu, wewe ni shujaa. Nilidhani nitakufa lakini moyo wako ulinipa maisha mapya. Kumbuka, maisha siyo mali au heshima, bali ni upendo tunaotoa kwa wengine. Maneno hayo yalimgusa Kelvin sana. Miaka ilipita, Kelvin akawa kijana mwenye hekima mashuhuri kwa moyo wa huruma. Alisomea uuguzi Isebi, akawa mmoja wa wauguzi maarufu zaidi mjini, akiwasaidia wagonjwa waliokuwa wamekata tamaa. Kila mtu alishangaa kwa nini Kelvin daima yuko tayari kujitoa kwa wengine na kila mara alitabasamu na kujibu, kwa sababu nilipokuwa mdogo nilijifunza thamani ya maisha kupitia macho ya mtu ambaye nilimpenda zaidi duniani, baba yangu. Ujumbe wa hadithi hii: upendo wa kweli hauna kikomo. Kijana huyo alionyesha kuwa hata katika umasikini, mateso na upweke, moyo uliojaa huruma unaweza kuokoa maisha na kuumba mustakabali bora. Asante kwa kufuatilia hadithi hii hadi mwisho. Ikiwa imekugusa au imekupa funzo Tafadhali like, share, pia na uandike komenti yako hapo chini. Usisahau pia kusubscribe na kuwasha kengele ili uwe wa kwanza kufurahia simulizi nyingine zenye msisimko na mafunzo makubwa.